Hapa leo tumekuja kushuhudia historia kubwa, lakini na sisi tunakuwa miongoni mwa historia katika mkoa wetu wa Singida. Mimi katika pita pita zangu na umri huu nilionao, kwenye historia yetu, hili ndio tukio kubwa la kumwenzi shujaa wetu Liti kwenye mkoa wetu wa Singida. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kukushukuru sana mkuu wa mkoa hakika umetuheshimisha na sisi tunajifunza mengi na kukushukuru sana kwa tendo hili kubwa. Ndugu zangu wana Makura na Wanasingida kwa ujumla, hili jambo sio dogo, ni jambo kubwa sana. Bahati mbaya tu wengi wanapenda kupuuza historia, lakini historia kwenye maisha ya mwanadamu ni kitu cha muhimu kweli kweli. Ndiyo maana historia inazungumzia habari ya mambo yaliyopita na matukio yake jinsi ambavyo yalifanyika. Sasa leo tumekuja kuenzi na kumkumbuka shujaa wetu mwanamke Liti ambaye alipigana kwa ujasiri mkubwa na wakoloni wa Kijerumani kwa kutumia silaha ya nyuki. Na hii sisi tunaona fahari kubwa sana kwa mkoa wetu wa Singida. Lazima tujivunie, lazima tuhakikishe kama ambavyo amezungumza mwenyekiti wa Halmashauri hapa kwamba liwepo jambo la kihistoria la kimaendeleo la kukumbuka kazi kubwa ambayo ameifanya mwanamke huyu Liti. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa hiyo ndugu zangu, wana makuro na e, Wanasingira kwa ujumla, hili jambo ni jambo jema na tuendelee kulienzi. Na kwa kweli, yako mambo ambayo yalikuwa ni mazuri sana lakini miaka ya karibuni hapa ni kama yalitaka kupotea potea hivi, lakini sasa nadhani ni wakati mwafaka wa kuyarudisha ile asili yetu ya Mwafrika na Mtanzania na Mwanasingida, yale mambo mazuri lazima tuhakikishe tuna ya enzi, ili kutunza kumbukumbu, lakini pia na kufundisha vijana na kizazi ambacho kinaendelea kuzaliwa kwenye nchi yetu ya Tanzania, ili na wao pia wajue historia, ili ukijua historia basi unaweza ukajua nini unatakiwa kufanya kwa wakati gani na kwa sababu gani. Baada ya kuyasema hivyo, mi niwashukuru sana wote ambao umejitokeza, na kwa kweli tuko tayari sasa kuendelea kusikiliza historia na kufurahi pamoja, kukumbuka jambo eh, uh, uh, kubwa ambalo alifanya shujaa wetu Liti kwenye mkoa wetu wa Singida. Lakini la mwisho kabisa, sisi chama cha mapinduzi tulichotangulia kumuenzi huyu shujaa Liti, ndio maana ule uwanja wa pale uliokuwa Kamati ya siasa ya mkoa tuliubadilisha jina na kuupa uwanja ule uitwe jina la CCM Liti, kuenzi shujaa huyu Liti. Kwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru sana kwa muendelezo huu na kwa